tafsiri yangu ya Kinyakyusa au Kingoni eh, ni kusamehe baada ya muhusika kukubali kuwajibika na kuchukua dhamana ya matendo yake ni kitendo cha neema na kinampa mkosaji nafasi ya pili. Kupuuza au kufumbia macho ni kitendo cha kutojali. Waswahili wanasema ukivuliwa nguo chutama. Kwa hiyo ni muhimu tulione hilo kama taifa what na tuongee kwa ukweli bila kufarijiana. Tumejitia aibu, lakini lazima tutafute namna ya kutoka hapo kwa namna ya kuturejesha angalau pale tulipokuwa. Na njia hiyo ndio kama tulivyoshauri sisi, kwa kwamba iongozwe na ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji.